Waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema serikali haitasita kuwachukulia hatua kali maafisa madini wakazi wa mikoa ambao ofisi zao zitabainika kuhusika na kusababisha mgogoro katika shughuli za uchimbaji wa madini akisisitiza ulazima wa kuzingatia kikamilifu sheria na kanuni za madini katika utekelezaji wa majukumu yao. Mheshimiwa Mavunde ametoa kauli hiyo jijini, ametoa kauli hiyo leo jijini Dodoma wakati wa ufunguzi kikao cha menejimenti ya tume ya madini kili chowakutanisha wakurugenzi, mameneja na maafisa madini wakazi wa mikoa, kilicholenga kufanya tathmini ya utekelezaji wa majukumu ya tume kwa kipindi cha robo ya pili ya mwaka, pamoja na kuweka mikakati ya kukabiliana na changamoto zinazojitokeza katika sekta ya madini. Kikao hicho kimehudhuriwa pia na naibu waziri wa madini, Mheshimiwa Dr. Stephen Kiruso, naibu katibu mkuu wa wizara ya madini, Msafiri Mbibo, mwenyekiti wa tume ya madini, Dr. Janet Lekashingo, kamishina wa tume ya madini, mhandisi Tonestina Mwasha, pamoja na katibu mtendaji wa tume ya madini, mhandisi Ramadhani Lwamo. Waziri Mavunde amesema kuwepo kumekuwepo na baadhi ya maafisa katika ofisi za maafisa madini wakazi wa mikoa wanaochangia migogoro ya mara kwa mara kwenye maeneo ya uchimbaji wa madini kwa kutoa leseni kwa waombaji wasiostahili, hali inayosababisha malalamiko na migongano baina ya wachimbaji. Asema akiona kwenye ofisi yake kuna mgogoro wa wachimbaji, kuna migogoro ya wachimbaji wa madini na akajiridhisha bila shaka kuwa ofisi inahusika, hatosita kuchukua hatua kali, ikiwemo kumwondoa kwenye nafasi hiyo aliyokuwa nayo. Ameagiza maafisa madini wakazi wa mikoa kuhakikisha wanazingatia misingi ya haki, uwazi na weledi katika utoaji wa huduma sambamba na kuhamasisha wananchi wengi zaidi kwamba leseni za madini kwa kuweka mazingira rafiki na wezeshi ya uwekezaji. Katika hatua nyingine, waziri Mavunde amewataka maafisa madini wakazi wa mikoa kuwasilisha ndani ya siku saba orodha ya leseni kubwa za utafiti wa madini zisizofanyiwa kazi ili hatua za kisheria zichukuliwe ikiwemo kuandikiwa hati za makosa na kufutiwa leseni hizo. Aidha, amemtaka mkurugenzi wa leseni kuwasilisha orodha ya kampuni zenye leseni kubwa za utafiti kwa ajili ya ufuatiliaji wa karibu wa utekelezaji wake. Amesema yeye kama yeye kwa kushirikiana na naibu waziri watahakikisha wanafuatilia kila leseni, zile zitakazobainika kuto kufanyiwa kazi zitafutwa na maeneo hayo kupewa wachimbaji wadogo wa madini. Halikadhalika, amemtaka katibu mtendaji wa Tume ya Madini kuhakikisha kuwa kabla ya Juni 30, 2026 mfumo wa ileseni unaowezesha wateja unawezesha wateja kupata huduma bila kufika ofisini unaanza kufanya kazi kikamilifu, hatua inayolenga kuongeza ufanisi na kupunguza urasimu katika utoaji wa huduma. Vilevile vile waziri Mavunde amewataka wamiliki wa leseni za madini kuhakikisha wanazifanyia kazi leseni walizopewa, akionya kuwa leseni zitakazobainika kutokufanyiwa kazi zitachukuliwa hatua ikiwemo kufutwa na kupewa wawekezaji wengine wenye dhamira ya dhati. Pia amewaagiza maafisa madini wakazi wa mikoa kuwasilisha kabla ya Februari ishirini na nane elfu mbili ishirini na sita taarifa ya maeneo yaliyofanyiwa taarifa ya maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya wanawake na vijana kupitia mradi wa Mining for a Brighter Tomorrow, MBT. Amesema hii ni hatua nzuri na anaimani kubwa kwamba watavuka lengo lililowekwa na serikali kabla ya Juni thelathini elfu mbili na ishirini na sita. Kwa upande wake naibu waziri wa madini Dkt Stephen Kiruswa amempongeza Waziri Mavunde kwa kuendelea kuaminiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan, akisisitiza kuwa wizara na taasisi zake zitaendelea kushirikiana kwa karibu, ili sekta ya madini izidi kuimarika.